Basi mpenzi mtazamaji unaposikia kilio hicho ni kuonyesha mtumishi Munishi yuko ndani ya TV hii unayoitazama sasa hivi ili aweze kukuletea kipindi cha Injili na Maisha. Kumbuka, mtazamaji kipindi hiki uthaminiwa na wewe mtazamaji unayekitizama saa hizi. Hatuna mdhamini mwingine isipokuwa wewe. Basi kudhamini kipindi hiki, angalia namba iliyo kwenye skrini yako saa hizi, ututumie M-Pesa kiasi chochote utakachokuwa nacho, ili kusaidia kipindi hiki kiendelee kuwa hewani. Kumbuka, unaposikia mbiu hii ya mtoto wa Munishi akilia, ni kuonyesha kipindi chako kipendacho cha Injili na maisha kimeanza. Karibu mtazamaji, uweze kubarikiwa na mafundisho yetu ya leo. Tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo, unisaidie mtumishi wako kulinena neno lako katika urahisi wake ili wengi wakapate kulielewa wakaupokee wokovu wako kwa Yesu Kristo Bwana wetu, nimeomba. Amen. Mtazamaji wangu, leo tunazungumza kuhusu wokovu wa Yesu. Wokovu wa Yesu ni rahisi lakini ule urahisi wake hauifanyi Injili ikawa duni. Badala yake inaufanya uweza ndani ya Injili kuwa na maana zaidi. Injili ya Yesu inaanzia hapa kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu alikupenda wewe na mimi, na upendo wa Mungu akaudhihirisha pale alipomtoa Yesu afe msalabani kwa ajili yako wewe na mimi. Kinachobakia sasa ni wewe kumwamini Yesu na kukiri ya kwamba alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako na kutubu dhambi zako, nawe utaokolewa. Sisi wachungaji tumeifanya dini kuwa prosesi ndefu, na ikapoteza ile maana ya wokovu. Katika dini zetu hubatizwi, usipojifunza mwaka mzima masomo kuhusu ubatizo. Katika dini zetu hupewi sakramenti ya mkate wa Bwana, ile komunio ya Bwana. Kale kamkate kadogo kale watu wanapewa, wanakapokea kwenye ulimi, hako uwezi kukapokea mpaka upate mafundisho ya mwaka mzima ujue jinsi ya kukapokea ili kasidondoke. Hayo ni mafundisho ya dini yasiyompeleka mtu popote, na unaweza kumaliza hiyo miaka ya mafunzo na usipate ubatizo wala usipate hiyo sakramenti. Lakini injili ya Yesu ni rahisi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee ili wewe na mimi tukimwamini tuokolewe bure. Na hiyo haichukui hata dakika tano. Ni wewe ukikubali Yesu umwamini leo hivi unavyonitizama, uungame dhambi zako na utubu na useme Yesu na kukubali, ingia ndani ya moyo wangu, utaokoka, kwa sababu kila anayekiri na kuamini anaokoka. Mtazamaji wangu, wokovu ni rahisi, mpokee Yesu umwamini leo, atakuokoa.